Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, ACP Benjamin Kuzaga, amesema watuhumiwa waliokamatwa ni Salim Boniface mwenye umri wa miaka 36, Charles Lukenda mwenye umri wa miaka 43, Christopher Burton mwenye umri wa miaka 37 na Noah Paul mwenye umri wa miaka 32, wakikamatwa katika mikoa ya Mbeya, Iringa na Njombe. Jeshi la Polisi mkoa Mbeya, Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Salim Boniface almaarufu Msambule, umri wa miaka thelathini na sita, huyu ni mkazi wa Ihowanza eneo la Malangali, wilaya ya Mfindi, mkoa wa Iringa. Na mwingine ni Charles Lukenda almaarufu Toru, mwenye umri wa miaka 43, huyu ni muuza mkaa, mkazi wa mji mdogo wa Makambako, mkoa wa Njombe. Mwingine ni Christopher Burton Mwakanani mwenye umri wa miaka thelathini na saba, huyu ni mkazi wa Tukuyu, na Noah Paulo miaka 32, mkazi wa Uyole jijini Mbeya. Hao wote wanashikiliwa kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya. Watumiwa walikamatwa katika maeneo tofauti mkoani Mbeya, mkoa wa Iringa eneo la Iyoanza kule Marangali na mji mdogo wa Makambako mkoani Njombe. Na baada ya mahojiano, watumiwa hao walitaja mtumiwa mwenzao ambaye kwa kipindi hicho yeye ndio alikuwa anamiliki hiyo silaha, kwa maana kwamba ana ameitunza na ameificha ambako anajua yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kufanya uhalifu yeye ndio anaitunza. Kuzaga ameongeza kuwa mtuhumiwa mwingine Fabian alifariki dunia baada ya kujaribu kutoroka wakati akionyesha askari eneo aliloficha mali zilizoporwa, ndipo walielekea eneo la forest . Alipofika huko mtumiwa, ghafla kabla hajaonyesha vitu hivyo walivyoficha, alikurupuka na kutaka kukimbia. Kutokana na umairi wa askari hao, waliweza kumwamuru asimame, lakini alikaidi na ndipo waliweza kufyatua risasi hewani lakini yeye aliendelea kukimbilia vichakani, kwa hiyo askari katika e, kukimbizana naye waliweza kutumia umaili wao na kufyatua risasi na ambazo zilimpata. Hata hivyo, ametoa wito kwa wananchi kujiepusha na vitendo vya kihalifu huku akisisitiza kuwa misako itaendelea ili kuhakikisha usalama wa mkoa wa Mbeya. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya watambue tu kwamba liko imara na linaendelea na misako mikali na ya nguvu katika kuwasaka watu wote wanaojihusisha na uhalifu wa aina yoyote ile, na tunasema hatuta sita na hatuta sita kuchukua hatua za kisheria ambazo ni kali zaidi kwa yoyote atakayebainika kuhusika na uhalifu huu ambao tumeutaja. Nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.